La mbere North. Na hebu tuelekee kwingine kwa ambapo mkanganyiko, taharuki na madai ya ulaghai yalitawala uchaguzi mdogo wa wadi ya Narok Town ambao ulishuhudia idadi ndogo ya wapiga kura. Katika kituo cha kupigia kura cha Masikonde, mojawapo ya vituo vikuu katika wadi hiyo, vurugu zilishuhudiwa siku nzima huku ulinzi mkali wa polisi ukiimarishwa. Wakati mmoja, idadi ya maafisa wa polisi na mawakala wa vyama ilizidi ile ya wapiga kura. Ben Kirui ameshuhudia matukio ya leo mchana kutwa na anaungana nasi hivi sasa kwa maelezo zaidi. Kirui, tueleze hali iko vipi kwa sasa? Na Mashirima na Nimrod eh, tuko E, katika kituo cha kuhesabia kura cha Masai Girls hapa mjini Narok ambapo maandalizi ya shughuli ama zoezi la kuhesabu kura imeanza kushika kasi huku vijikaratasi e, vikitarajiwa kutoka katika e, vituo vya kupigia kura e, hamsini na mbili na e, Mashirima na Nimrod, ni shughuli ama ni siku ambayo imekuwa e, na taharuki kweli, kweli. E, katika vituo tofauti tofauti lakini kituo kimoja cha Masikonde ndicho nusra kiwakondeshe wale maafisa wa IEBC kutokana na hali ambayo ilikuwa na siku nzima. Tumeweza kuandaa taarifa nikiwa na mwenzangu Sean. Taarifa hiyo ifuatayo, ndivyo hali ilivyokuwa kutwa nzima katika mji wa Narok. Siku ya kupiga kura katika wadi ya Narok mjini ilifuatia machafuko yaliyotokea Jumatano jioni, yakiweka mazingira ya zoezi lenye mvutano mkali. Zoezi hilo likianza na hali ya taharuki kabla ya mvutano kushuhudiwa pindi mwaniaji wa chama cha DCP Douglas Masikonde alipomaliza kushiriki zoezi la kupiga kura, baadhi ya wafuasi wa wapinzani wake wakimfurusha kituoni mara moja law. Upande wa serikali ukidaiwa kuleta vijana kusambaratisha zoezi hili na kuwahonga wapiga kura. Hapa mimi mwenyewe nilikuja hapa in the morning. And when I came to this place there was a lot of peace. But at the same time kulikuwa na watu ambao wako kwa hiyo chama ingine wamesimama kwa corridor all through. Ahetu nilishuka kwa gari yangu nikaambia polisi wahakikisha ya kwamba hawa watu wameondoka, alafu wanaita watu kandokando kando, kwenda kuwapea pesa. Aidha, mgombea wa chama cha UDA Kanyike Ole Kudate ametofautiana na madai haya akisema zoezi la upigaji kura limekuwa wahuru na haki. mimi sijaona na sijasikia na mimi ninataka nihimize wale wenye wameona waripot kwa taasisi ya serikali, kuna police station wanaweza enda kuripot, na hiyo ndio ninataka kuweza kuambia wafanye hivyo. Chini ya dakika thelathini kwa zoezi hili kukamilika, na maafisa wa polisi na wafuasi wa baadhi ya wagombea wakiwa zaidi ya wapiga kura. Katika vituo vingine hamsini na moja, zoezi hilo liliendelea bila visa vya machafuko, ila tu idadi ndogo ya wapiga kura ilishuhudiwa. Kilichoshangaza wengi ni kujitokeza kwa mzee Philipo Lelemein mwenye umri wa miaka mia moja na tano ambaye alikuwa hapa kushiriki haki yake ya kidemokrasia hapa Narok Town. tunataka kiongozi, kiongozi atakaangalia heria hii ya Narok Town ndio nimepiga, si kusema mwongozo gani, lakini mimi mwenyewe najua ni nani, bila kumwambia mtu yeyote. Mzee huyo ameshiriki shughuli hii ya kupiga kura tangu uhuru wa taifa hili kila wakati kunapofanyika